Naam, tusalie huko pwani ambapo wakazi wa eneo la Kiunga kaunti ya Lamu waliandamana kwa amani kuelezea hofu yao kuhusu utekaji nyara ambao umekuwa ukifanyika maeneo ya mpaka wa Kenya na Somalia kwa miezi kadhaa sasa. Wakazi hao wakidokeza kuwa hadi kufikia sasa watu takriban kumi wametekwa nyara bila hatia na wasijulikane waliko, wakitaka serikali kuingilia kati na kuwasaidia kukomesha udhalimu huo na kuwapata wapendwa wao waliotoweka. Wanango alichukuliwa tarehe kumi mwezi uliopita mwezi wa tena, anaitwa Ismail Baro Nunu na hadi saa hii sijui mahali yako, so naomba serikali itutambulishe mahali watoto wetu wako. Watoto wanatusumbua kwa nyumba, tuwezi lala mtoto sasa anakuambia babangu yuko, baba amekuja, nawambia baba amesafiri nimetishiwa maisha kutoka huko mahali ambapo watu wanaenda na hatujui ni wapi, ya kwamba mimi ni hame hapa Kiunga ama wataniua three times. Wananchi wa Kiunga tumepewa takwimu hapa, karibu watu kumi wameweza kuchukuliwa ile tunaita enforced disappearance. Uh, na mwaka huu watatu hivi juzi wameweza kuchukuliwa. Kwa hivyo tunawauliza viongozi wa serikali kwamba wale ambao tayari wamepotezwa tafadhali muwarudishe kama vile tulivyoona ndugu zetu waliopotezwa Uganda wakarudishwa. Kiamua kuchukua watu, basi chukueni wale watu, mkituambia sisi kwamba hawa wana sababu fulani wamechukuliwa. Wamevaa nguo, chai, kama, kama chai ya gari, huwachambui maguu na mikono wamevaa nguo huwachambui, kama tayari ya gari sampuli yake, huwachambui maguu na mikono. Wakaanza kunipura mimi, kitumbuka kitu, wakanikia kofi mpaka chini.